Sasa asili ya kuzungumza maneno haya ni kuunganisha katika khutba iliyopita, tulipokuwa tukizungumzia uharamu wa Waislamu kusherehekea Krismas na sikukuu nyingine zote zisizokuwa za Kiislamu. Haramu. Hivyo ndivyo dini yetu ilivyotufundisha sisi. Haifai kupelekeana zawadi wala kupelekeana kadi wala kuandaa dhifa maalumu na walima maalumu maalumu kwa ajili yao ukawafanyia ikram, bali hata kufanya biashara maalumu kwa munasaba wa Krismas ni jambo lisilofaa katika Uislamu. Sasa katika mambo ya ajabu ambayo yamejitokeza katika munasaba wa maelezo haya, kuna imamu mmoja, imamu wa msikiti mmoja kule Kigogo Posti, Dar es Salaam amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, lakini si ajabu sana kwa sababu huyu ni mshia. Amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari, na baadhi yake sauti zake tunazo, akitoa salamu za za pongezi, salamu za, za, za, za hongera, asema kwa ndugu zetu wa Kristo. Na haya ni baadhi ma ma ma ma ma ma ma ma ya mantiki yake, anasema tuna sababu nyingi za sisi kama waislamu kuwaambia ndugu zetu wa kristo au kuwapa ndugu zetu wa kristo salamu za krismas imamu huyo sema sisi tuna, tuna sababu nyingi za sisi kama waislamu kuwaambia ndugu zetu wa kristo au kuwapa ndugu zetu wa kristo salamu za krismas anaendelea kusema salamu zaidi kwanza malengo makubwa ni kushirikiana na ndugu zetu wa kristo katika idi yao kubwa kama Waislamu tunaonyesha tunataka kusema tunataka kusema tunataka kuonyesha ya kwamba tuko na nyinyi ndugu zetu wa Kristo, tuko mkono mmoja, tuko pamoja katika kusherehekea idi hii ya Krismas, na ili watambue ndugu zetu wa Kristo wa Tanzania ya kwamba wanapokuwa na idi wanapokuwa na jambo la, la, la, la kufurahi, basi watambue ndugu zao waislamu wako pamoja nao. Haya ni maneno yamezungumzwa na bwana Hemedi Jalala, imamu wa Kigogo Posti pale Dar es Salaam, ambaye ni mmoja katika mashekhe wa kishia hapa nchini. Sasa nitakuzungumza katika maneno haya. Kwanza, si salamu za waislamu hizi, ni salamu kutoka kwa mashia kwenda kwa ndugu zao wa Kristo. Akisema waislamu atakuwa amekosea. Sisi waislamu hatuna salamu za pongezi kwa Wakristo. Tutaishi nao kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu na tunapoishi katika misingi ya dini yetu, haina maana kwamba tutavunja amani. La, amani ipo, ikibidi kuwepo amani hiyo katika sheria ya dini, tutaishi nao kwa amani kama tunavyoishi nao kwa amani, na kama tunavyolingania katika, katika dini yetu, watu wana utulivu na misingi ya dini ifuatwe na waache tatarufu katika dini na kuwafanyia uadui watu na baghi pasi na haki. Hili ni jambo tunalizungumza na kulisisitiza kila mara lakini masala ya kwamba ni ndugu zetu sasa tuwapa pongezi kwa ibada yao hii, hizi ni salamu za shia kutoka kwa shia kwenda kwa Kristo ndugu zao, si kutoka kwa Islam. Hili ni jambo la kwanza, mwatakiwa mlifahamu. Sisi tuna haki ya kupinga maneno haya. Kwa hiyo angesema, sisi ndugu zetu, ndugu zenu mashia tunawapelekea salamu ndugu zetu wa Kristo, mimi singekuwa na maneno, tungetoa ishara tu kwamba ndugu moja, tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana lakini kwa kuwa kwa kuwa wazungumza kwa jina la Waislamu, sisi Waislamu ndugu zenu Waislamu, sisi hatumo hao ni mashia na ndugu zao wa Kristo. Kwa hili lifahamike. Sasa bila aksi, ukiangalia picha tena kwa upande mwingine, ukiwatazama watu hawa wanaopeleka salamu za pongezi za Krismas kwa, kwa ndugu zao wa Kristo, yani nakusudia mashia kupeleka salamu zao za kwa ndugu zao wa, wa Kristo, ukiwatazama wanavyoishi na baadhi ya za ndugu zao waislamu wa na maneno ya uchochezi na uadui wanaoyatoa dhidi yao, na kashfa na maneno ya matusi dhidi ya wakubwa wao, utashangaa vipi hapa wanapowataja masahaba wawatukana, wakiwataja wakristo ndugu zetu, vipi hapa utaona kwamba hupate shida, hupate shida juu ya udugu wao masahaba ambao mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam amewazungumza, sema Muhammadu rasulullah

Sasa ukiwatazama walivyo kwa Waislamu, usudun alaina ukiona, kama, kama vile simba kwetu sisi wafi lharbi naama, lakini wakiingia katika mapambano kumbe ni mbuni. Wanapokuwa dhidi ya makufari wanajipendekeza kwao wa. na hizi salamu tumeziona salamu za pongezi za idi kubwa ya Wakristo, ndugu zetu Wakristo, sisi siyatumwa katika salamu hizo. Hizo ni salamu kutoka kwa mashia kwenda kwa ndugu zao Wakristo, waislamu haziwahusu. Tutaishi kwa amani kwa mujibu wa misingi ya dini yetu tutaihubiri amani kama dini yetu inavyohubiri ndani ya utaratibu wake, lakini si kupongezana katika mambo ya ibada ya kuabudu msalaba na mengineyo, mambo ya kuabudu mizimu na mengineyo. Hilo kwetu haliko, walau kariha alkarihun Haya yote yamekuja kwa madai ya tasamuh katika dini, kwamba tunakwenda kwa kwa, kwa, kwa, kwa kusameheana na kuishi kwa amani na masala ya mafuhumu mabovu ya taisir. Sisi hatuko katika hali hiyo, sisi tuko mbali na haya. Kwa hiyo, ndugu zangu katika iman hii, nimeitoa kama

Kama wao kumfanya Isa kuwa ni mungu ni jambo moja baya kabisa, na kumwita kwamba yeye ni mwana wa Mungu, haya ni matusi kwa Allah tabaraka wa taala. Sisi tunatakiwa tuyetukie. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim